halinda kosa kuingia kujiunga na watu wengine. Tusikubali kiburi kituongoze, tusikubali majivuno yatuongoze. Atini tusherehekee pamoja na ndugu zetu ambao walikuwa wamepotea, lakini sasa wamepatikana, ili wote tuweze kuenenda na kuishi kwa batana na kabilio kwake Mungu Mwenyezi.

Alikuwa na uchungu kwa sababu ndani yake alikuwa na vijana watano na wote walikuwepo. Yeye alikuwa na mmoja ameenda, na atakonake ameenda. Kwa hivyo niambie, uchungu mou na mama kama huyo, una mtoto mmoja na ameenda, mwingine ana wanane wote wako sabuyu nadhani Sara yake, kwa hiyo angechukua huyu ambaye alikuwa na watano wa kia bati. mm -hmm. One night while this woman's grief was so terribly severe, she had a dream. Wakati alikuwa na uchungu mwingi sana aliota, an angel stood before her and said

Alipokuwa bado mtoto mchanga, ama alipokuwa nacheza na rudi amejaa aveijaa kila mahali, ama wakati ambapo alikuwa najiunga na shule, ama wakati ambapo alikuwa anamaliza shule, ama wakati ambapo alikuwa ni kijana barubaru wa mae amejiunga na jeshi anaenda na kwenye vita. Kwejevita.

So, naambiwa let me have him back then the matter sort the alipokumbuka utoto wa mtoto wake alipokuwa mdogo. Biriabageri alikuwa anasema alimpata tena naye na atidirikwa na machozi, I never loved him more his attitude and came back to me. Mtoto wangu zaidi kama wakati huo alipobadilika alipoona makosa yake na kaja kwangu kuomba msamaha. And that is the attitude of God. We can abuse him. Among those people who came to me moja iliniambia kwamba not mmoja But I think the three of them, they told me not once I've actually abused God. Because I never saw a God who is heartless. And this is a God who is heartless. Na kwa hiyo nini tukana na hata nikaamua ni tumiwa na Shetani, lakini bado huyo hao ambao walisema walitumiwa na Shetani, na wametukana.